Amjambo, yes, wandugu wapendwa <laughs> mimi ni wako Kolomboka mwenye kiti mwenyewe je, je arrive maintenant. Niko hapa kabisa kabisa hmm? Niko hapa mbele ya mikrofoni yenu kabisa mikrofoni ya Holly Officiel hapa kwenye studio yetu ambao kabisa tumekuwa moja kwa moja hapa kwenye studio yetu ya eh, Holly Officiel na kwambia tu habari zako ndugu yangu, mali pote, unapokuwa unasemaje? Mambo ikoje kule ambapo unapokuwa mjini Bukavu? Nitakia nikwambie kitu gani kinapita Bukavu kwa siku kama hii ya leo. Nikwambie ni kitu gani kinapita Bukavu mwaibu siku ya leo, papa ni bisodo bajamaa, bote batu yote walikuwa nje, mafumfare, mafirimbi, manini, donge Bukavu

Uh, ile kusema abo mingi wanasema nini leo? <laughs> Hey, acha nikwambie kama mambo inakuwa matata kabisa hmm? baaskari baleta. Acha nikwambie kama baaskari ya guvernema yetu, e, guvernema banafanya gafe. Mimi nakwambia wanafanya bitu make ayayayayaya. Mimi nakwambia wanafanya vitu walikale mpaka mina batoshi ya chapeo soda, ni soda kabisa ba hmm? Ah, munasema atukwena ba soda, munasema kaseme basoda yetu ni feke. Ah, bandugu yangu, mina bambia, muje muone, muangalie, muje muone, muone, muangalie. Simulisema, simulisema desaiwezake, wanaonesha si wanaonesha mufano wa sasa Nakwambia, minakwambia Fardece esali loko moko ya makasi na walikali leloyo, apre sokoi, apre drone. Ikiwa wangalie sasa, kufieka adui ile, ile kufieka shenzi sasa. Njo wanaingilia hapa, ni Fardece ikiwa pamoja na wazalendo, waza waza ambao kabisa wanaingia kwa kufanya kazi walikali, na kwambia hivi saii ile pori yote ya mbala yote, helikoptere ziko zinashusha bapiki ba ndani, ndani chini bazalendo banaingia kabisa, ni kumufieka adui. Na kwambia ni rati sasa, Shalom njoo iko inapitikana mwalikale kwa muda huu, tuko tunaongea na wewe, ni kwambia tu kama ba komando le komando kabisa ya FARDC bakomi deja na Walikale

Mutu mwana kuletea amani awezi akakuibe hmm. Mutu mwenye analeta um, masikiliza awezi akakuue. Akome guvernema yetu ayezi kajiuye watu wake. Aha, acha nikwambie tu, kama kone nanga anakosa Kiswahili ya kusema mpaka sasa, awezi muona tena mbele ya mikrofoni iko nasemasema sema. Bongo alishaogopa bitu binakuwa matata Qatar ili mwite na mwambia peti kama ufanye, ukifanya muza kama uitike minda kwambia unakufa, mupanga kukichwako kabisa. Qatar na mwambia walikale tusikuone tena upoteye, walikale kabisa, sabile nini sa vile mai na potea kubudongo ku budongo nambia ukileta muza unapotea, unakufa njo Katar ile ilimwambia bana, mwambia il faut Goma utoke, Bukavu utoke, kama haiko vile unakufa. Donc ni kusema unakufa. one nanga iko nalala kukitana depuis usubu mpaka magharibi, kutoka inje bina mushinda na ana vita njali <laughs> alishanza kosa gisi ya kutoka nje, one nanga iko nalala hapa kwa Hotel Serena, njokwenye iko analala depi busubui mpaka magharibi yake. na nyumba mgomo atalala wapi? njo kwenye iko na njo kwenye iko napokelea ba, donc ni kusema eh, Hotel Serena, ngambo moya ni ngambo yake, kunachungiwa na basoda sana ba M23 njokwenye iko nenanga na

Bandugu yangu yenye hey, hey. Kama kamera yetu iko fasi yote inaona na mwako munyumba inaingia mpaka ndani ndani kabisa inagusa ndani maki kone nanga bitu bingi kunafanya mwai mungini ya Goma hapa ambiance ya danger le papa kama alikuwa kayafanyaka ambiance kule Kishasa siue anasema maraba hapa sasa mimi najifungua batoto binyataacha hapa usinyambi

benye viko naleta pombe hapa ni blarirua ya Rwanda nju iko naleta pombe Goma na Bukavu. Manake pombe yenye iko na kunyiwa Mkongo sai iko natokea Rwanda. Sasa tunajiuliza hivi blarima mulisha iombesha onenanga blarima mulisha ipie yote, munaimaliza munainyonya kabisa, komsa munapatia kazi ya kuuzisha pombe Mkongo bandugu zenu babofre benye muko biko na baletea bana muke k okay. Ibi byote biko ku kichwa yako, utabilipa kama utabilipa charnellement, utabilipa spirituellement. Ibi niko nakwambia ni kweli, kone nanga, hatuna boga. Boga ya nini? huko na boga gani eh? Bakongole, vijana wa kikongomani Vijana wa Bukavu na Goma, munaogopa nini? mushakwasa bafanya kwenye lilowana banabafanya benye munataka munakuwa muna, nini nini kitu gani kenye muliona hmm? kitu gani kenye kinabashitula hapa, ubu busuda bu muko munonaa muneza bunyangula na mikono mnavutupa kule uso nase bakiwa batano kumi zina zinawakamata si ni ushindi tu mtabaki hmm? Mko mnateseka, mnateseka, mnateseka. Oh, tu nateseka tu mboteseka sasa, bakio kunalia na mateso yako, tuone kama mtaweza kuikala mwele mateso yenye mko mnaikala ndani eh. Inafaa tu kunamwambia realite, wakati mwingine jua utona, banabaka mamako, banabaka dadako pale noko naona, kisha tunapiga mikono sisi. Se tunateseka, tunateseka munateseka na nini? nanya nabatese sipo kwa nyi peke muko, munajitesa nyi peke munateseka kumwizi. Muna, muna lamukaka nyi wote na mafirimbi, munalamuka na maanani. Sasa juu ya nini? amwezi tosha muku wake na mwizi, juu mwizi apotee. Binawezekana Foka Mike alifanyaka vile, abuka vinakuwa Munasabu Foka Maike alifanyaka Bukavu inakuwa zero voler merme, munatembea 24 si 24, hakuna mtu wakuba zuru Bukavu me leo. Inakuwa sasa njoma ake iko sabu alifungula zile imbwa zote walifungula ku mashene, njo manake busiku ni mafirimbi leo mwai busiku pajeko kulilia mafirimbi mafasi mingi sana muivil ya Bukavu kulilia mafirimbi bagira kulilia mafirimbi wapi? Sasa, bale ba bamwizi banendaka na jigabu lele ifasi yote banakua bamwizi gani? Kwa leo mtwambie, bale bamwizi benye banakwaka bakiopere baki pajeko, banenda banaopere kwa essence, banenda banopere kama wapi? bale banakwaka bamwizi bakutokea wapi Nyawera bana opere pajeko, bana opere nguba, bana opere. Sasa ile maoperasio banafanyaka inye, najipanga vile namoneka, bale ni basoda hmm. bale ni basoda na bale, ba, bale, ba bengine ba ba civil ba tretre ba, ba, njo banendaka biko banatosha zabu. en plus nie muko saka tusha kwa sabi vile kama ni makondoro munyache ni kwangu najisemea Yeah. Chakwasa makondoro kabisa, donk unakutana mutu banampiga fimbo niko tunaye, hey, na kufa, na kufa, na kufa sasa. Unakufa unafanya nini? Sa mwanaume bale biko ni wanaume, na kupiga ni wanaume, na wewe uko mwanaume sasa, kwa maana wao sijipigani wala kwa maana nyewe mko munapita pale, amwezi ambia bale batu hapana, hivi muko munafanya hapa ni bya mubaya Batapiga masasi Shaka piga, piga. Ni, ni ya kidogo ny Shaka piga ni za kidogo bapigi si masasi baipigi hmm? Bandugu yangu ilfa tunakuwa na macho na tunakuwa na akili ya kulamuka, tutoke mubulangeti nye tuko ndani maraba. Kuko bajene benye balisema mwaibu siku kama ni kusema sema tukamani nini, mimi sijue. Oh, maraba, tunachoka tunachoka kabisa. Ifo dimanche kuko hivi na hivi, inafaa kabisa tuikale, tuongee tufanye hivi na hivi na hivi <gibu> masemi batu ya Bukavu tuko tunajipatisha haya munivo ya monde entier, wakati nje banaya kama Bukavu njo kuko roho ya Sud Kivu na Nord Kivu zamani. Acha niwaambie zamani Noru Kivu kulikuwa napitikana evenema banaita batu ya Bukavu kulikuwa nafo kifika Goma mutua, uko mutu wa kuisansu unafika Goma, batu uti banakuogopa, anasema ee, bale banakuwana nguvu bale, bana guwana, bana piganaka bale. mesasa leo <laughs> ah, yeah, yeah. Leo leoleo tuchakwacha ya rangi kabisa, hmm? wanaume wanatupiga, wanapiga fimbo mwanaume mwenzenu, na mko mnapita pale mnacheka. Sasa hivi mwenye wanapata kwanza, unaona, kimbia saa mete usiangalia hata kisiko. Anaweza piga mzee fimbo, Bukavu wanampiga fimbo mzee, na huko pale unapita pita pita tu na waangalie. Acha nikwambie tu kama uh, wa... Wazalendo wa kutoka Uvira na na wali, na, na Fizi bameshafika Nyangezi kwa muda huu, ili kwamba wasaidiane yani na wale ambao walikuwa pale Nyangezi, waanze kupanga mipango yao ya vita mngambo ingine. Yani nikuambie tu kama wee kala chonjo, uombee wazalendo maana kuna kitu ambacho wanapanga kufanya na itakuwa kitu ya mzuri, yaani tutakuwa tunawatangazia aksio ikishaanza. Eh, aksio ikishaanza na watu wa Bukavu munalomba inalomba kabisa, na nyinyi mujiunge na wazalendo, mujiunge na wazalendo munivo yote na ili kwamba mubapatie nguvu ya kuingia katika vile ya buka. Me tuna remersie batu bote benye viko banaonesha kwenye mapozisio za bageni ziko kote. Kwe banatia pozisio zabo tulisha pajua. Na wazalendo wamevumbua vitu vingi sana ambavyo awa watu awajajua. Alor akuna avanse ya adui musisiti, akuna avanse ya adui yenye tunataka

anavala sengle wala kifua wazi ukwena naonesha y bato aseme pa kwenye position iko, unakamata una unakamata ma video nini, hatutaki mm -mm. Vile tunataka bajene benye batasaidia foka mike, bajeni benye watasaidia ya kotumba Bajeni ba batasaidia mak makanaki, Bajeni ba batasaidia ngoma zito, Bajeni ba batasaidia wakuu wetu ili kwamba wapate kuja kutugomboa. Bajeni benye batasaidia FARDC njoo benye shi tunataka, parce que asee FARDC kwa sasa hivi nayo inakamata decision ni inakamata. Ni determination totale, determination totale inataka kia libere

Aba aba etikio kutoka na Monisco, etikio kubapana Monisco, kibato kipana aba ba soda benye biko hapa ku Monisco Goma, tutashwana na Monisco yote puisque, eh, tunafurahi sana kuona kabisa ndugu zetu, watoto wetu, ba militaire yetu biko hapa ku Monisco na biko bien. Je vous jure que mambo yote itakuwa mzuri sana, msijali mambo, mambo itakuwa mzuri Il faut aba ba militaire banakuwa libere na Goma yote na kuwa libere na Bukavu yote na kuwa libere mvumate, ni naanza mboka elengi, inarudia tena fete kufete, tunapika kabisa karaoke za danger, kila kitu yote takuwa butamu sana ndugu zangu, eh hakuna ya kuogopa. Tunayua kama ababadgeni abataikala tena, hakuna tena miezi mbili. Niko nasema Bokavu, Bokava amuna tena miezi mbili, Goma amtakwa tena na miezi mbili donkeni kusema liberasyo totale ya mboka na biso ebandi ndekendi kusema hapa. Hapa kwenye niko naseme hapa ebandi direct kolo mboka mwenyekiti mwenyeom kine pere jama, mzalendo wakweli hapa ku mikrofoni njo na njovitangwi nakwa